Tunapoongelea wauguzi na wakunga ni rasilimali watu kwenye sekta ya afya ambayo inafikia asilimia sitini ya wataalamu wote ambao tunao kwenye sekta ya afya, lakini ukiangalia kwa maana ya majukumu wanayofanya yanakwenda mpaka asilimia themanini. Hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, inatosha kabisa kutuweka hapa tukawasikiliza, kwa sababu tulichobakiza sasa hivi ni kuboresha huduma. Sasa unaboreshaje huduma? Waboreshaji huduma ni hawa hapa, kwa sababu wao ndio wengi na ndio wako humu wanaofanya hizo kazi. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao hiki ni muhimu na tunakushukuru kwamba umeweza kuja pamoja na ratiba zako zote ngumu, lakini natambua kwa sababu wewe pia ni mwanataaluma ulilijua hilo kwamba unakuja kuongea akina nani. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kikao hiki kuna mambo mengi ambayo tutayajadili. Kuna masuala ambayo lazima tuyawekee uzito Swala la kwanza ambayo nitaka kulisisitizia sana ni swala la maadili. Tukizingatia maadili kwenye utoaji wa huduma zetu tutafika mbali sana, na hakuna, sek, hakuna katika sekta ya afya hakuna kada ambayo haina maadili yake ya kazi. Niwaombe sana kwenye kikao hiki tujikumbushe pia maadili ya kazi zetu na namna ambavyo, kwa sababu ninyi ni viongozi wenzangu, tutakwenda kusimamia watumishi wetu wafanye kazi kwa maadili na hasa eneo hili muhimu la wauguzi pamoja na wakunga.